Kazi ni kwako. Nimekuja hapa kwa sababu ni sehemu ya mikono yangu kwa mkoa, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini ulinzi huo na usalama, viko vyombo vinavyosaidia kukamilisha majukumu yangu ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, nikuja kuona shughuli zinavyoendelea lakini pia kuwapongeza kwa kazi kubwa inayoendelea kufanyika ya kuhakikisha mji wetu na mkoa wetu na jiji letu la Dar es Salaam liko liko salama. Kazi kubwa ambayo nyinyi mnaifahamu, ikiwemo kazi ya kupambana na majambazi, kazi ya madawa ya kulevya na kila aina ya jambo no inayomfanya Mtanzania mpenda amani mpenda maendeleo apate bugza. Kamanda Sirro na timu yake pamoja na idara zingine wanahakikisha usiku na mchana mji wetu unabaki salama. Kwa hiyo moja, nimekuja kuwapongeza, lakini jambo la pili nimekuja kuweka utaratibu mpya. Askari wetu wanafanya kazi katika mazingira magumu na wana changamoto nyingi. Kama mkuu wao wa mkoa siwezi kukaa kimya wakati wanafanya jitihada, pamoja na kwamba wanatimiza majukumu yao ya kila siku, lakini nimeona vyema nitengeneze mfumo wa kuongeza na kuwapa morali au motisha kwao. Nimemwambia Kamanda Sirro na timu yake, kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunaangalia askari bora aliyepambana na majambazi, majambazi ambao wanawafanya Watanzania na wana Kinondoni waishi kwa hofu, lakini askari hawa wanajitolea mhanga mwambia kila askari atakayeonekana amefanya vizuri mkuu wa mkoa mimi nitakuwa na zawadi ya milioni moja kwake, kama sehemu ya kuongeza morali, pamoja na kwamba nalipo mshahara, lakini ni kazi ngumu inayohitaji kutiwa moyo na hasa na viongozi wanaotambua kazi wanazozifanya kwa hiyo, jambo la pili ambalo limenileta hapa. Lakini jambo la tatu, tunavyopambana na magaidi hawa na ni majambazi hawa lakini kuna watu wengi wana silaha zao. Silaha hizi wako waliozipata kwa njia halali, lakini wako wengine wamezipata kwa njia ambayo sio halali, na wako wengine wazazi wao walikuwa ni wamiliki halali wa silaha. Kutokana na kuchukuliwa au kutangulia mbele za haki, wamejikuta wanalisi silaha bila vyombo husika kujua ya kwamba wao wanamiliki zile silaha. Kwa hiyo tumekubaliana leo tarehe 18, tunaomba wana Dar es Salaam wote wenye silaha tunawapa leo tarehe 18 ifikapo tarehe moja mwezi wa nne, waende kwenye ofisi zao za mausidi wao au malapisi, kama ni Kinondoni, kama ni Temeke, kama ni Ilala kutoa taarifa za uhalali wa umiliki wa silaha zao, manayake tunataka tusajili upya, tujihakikishia kwamba tunazo silaha ngapi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na nyingine, silaha hizi zinatumika kinyume na taratibu. Kwa hiyo wataanza ili zoezi tarehe moja mwezi wa nne na tarehe moja mwezi wa saba tutaendesha operation, kwa maana nyingine ya kwamba yule ambaye atakuwa hajatumia hizi siku tisini maana yake ni miezi mitatu, kuanzia tarehe moja mwezi wa nne mpaka tarehe moja mwezi wa saba yeye tutaamini ya kwamba matumizi ya silaha hizo ni kinyume na kile ambacho kilikusudiwa kwa utoaji wa kibali na wale ambao wanazo lakini hawaelewi na wanaona kabisa hawana nyaraka yoyote ile, tunatoa pia nao grace period ndani ya hiyo miezi mitatu. Ukiona una silaha unamiliki lakini huna nyaraka zake, wewe tuletee, na wala hatutachukua hatua yoyote ile. Tutaichukua silaha ile na tutaiweka kwenye utaratibu unaostahili. Sasa ule wako tukukute unamiliki silaha so, tunachotaka na tunachotaka kufanya ni kuhakikisha jiji letu la Dar es Salaam linaongoza kwa utulivu. Hatutaki kuona majambazi kwenye benki, hatutaki kuona watu wa pikipiki wanatumia pikipiki kwenda kupola watu kwa silaha, hatutaki kusikia mlio wote wa bunduki. Tunachotaka tusikie ni amani, utulivu na mshikamano wa wana Dar es Salama wote.